Tunamshukuru Mwenyezi Mungu uh, tuko kwenye mkoa mkubwa kuliko kweli nchini uh, tumemaliza mechi yetu salama na tumeanza safari ya kurejea Dar es Salaam. Bwana, eh, vipi mchezo wa jana kwa kwa, umeangaliaje mmetoa sare dhidi ya wakoma kumwanya Mbeya City? uh, mchezo ulikuwa mzuri. Mchezo ulikuwa mzuri. Mzuri. Timu kutoka championship ambayo imepanda ligi kuu uh, imejipanga vizuri, tumeona mchezo mzuri ambao ulikuwa na ushindani mkubwa sana lakini kubwa ambalo sikulipenda ni aina ya kiwanja ambacho tumekitumia kwa ajili ya mchezo ule. Uwanja e, wa Sokoine umeharibika sana sana, na ukumbuke kuna michezo pale zaidi ya miwili. Young Africans anacheza msimu huu, maana yake atakuja na Simba, atakuja Azamu, vitakuja na vilabu vingine. Kile kiwanja kwangu mimi hakipendezi kuchezewa ligi kuu Tanzania bara kwa sasa hivi kwa sababu ni moja kati ya pichi mbovu zinazofanya tunakosa ladha halisi na quality ambazo zinasajiliwa. Unajua, Young Africans amesajiliwa za sio sababu, sababu ya ladha ya football ambayo watu wanataka kuiona, pira utembei vizuri, unasababisha watu wanakosa ladha ya kutembeza mali chini mpaka mpira unakuwa unapaa mara nyingi. Kwa hiyo ningewaomba wenye mamlaka za soka nchini Tanzania kufanyia tena ukaguzi uwanja ule. Ikiwezekana, hata vilabu vingine ambavyo vilipaswa kuja kucheza mechi pale, watu ambao watakaa kwenye TV waangalie burudani ya soka, uh, haustahili haustahili na kama watu wa Mbeya wanataka ku, kuona timu za ligi kuu zikija hapa waenjoy boli, basi mameneja wa uwanja ule wanapaswa kusimamia uwanja wao vizuri, sabu ni kiwanja ambacho msimu ndio umeanza, kiwanja kiko namna ile, tukifika katikati ya msimu kwamba uwanja ushatumika kwenye mechi tofauti, tofauti, tofauti itakuwaje? Kwa hiyo eye, uh, kwenye upande wa matokeo, kwangu, ni matokeo ya mpira, matokeo ya mpira, sababu mpira wa miguu una matokeo yote matatu mimi ninachoshangaa ni aina ya mashabiki ambao hawataki kukubali matokeo ya sare kwenye mpira wa miguu. Wanaamini kwamba Young Africans wachezaji wanatakiwa kucheza 100% katika kila mchezo, ni lazima kushinda. Tusiwape majukumu wa wachezaji magumu wakajiona wao sio malikitu kwenye timu yetu. Hapana, wachezaji tunawapenda, tunawaheshimu inapotokea mistake kama hizi wakirudi kwenye uwanja wa mazoezi warekebishe walioyafanya tupate matokeo ya mchezo unaofuatia. Kwa sababu michezo kurudisha miili katika hali yao ya kawaida, kwa hiyo ya kawaida, mimi naamini sare ni sehemu ya matokeo. Mwalimu anarudi kwenye uwanja wa mazoezi, aende akatengeneze Eh, maandalizi ya michezo yanayofuatia lakini naamini ligi ni marathoni. Mimi niko tofauti kidogo na wataniwie radhi, na tusitukanane. Kwa maoni ya mtu, hayo maoni yao wameyatoa wao, mashabiki wenzangu wa Yanga, si ndio? Na mimi pia na maoni yangu tuheshimiane kidogo kwenye mtazamo wa, wa kimaoni. Kama wao wameona maoni yao mwalimu afae wa ni wao, mimi binafsi mwalimu bado nampa nafasi kwa sababu kama ni shida kutoa sare ya jana, Miguel Gamondi katoa sare pale, Profesa Nasir Dinabi katoa sare pale, makocha wengi wa Yanga wampata tabu dhidi ya Mbeya City, wengi tu, wengi tu. Na hata ambao walikuwa ni wazawa simenelewa, eh, tuliwapa makocha wazawa na wanaoijua Mbeya na bado walitoa sare pale dhidi ya Mbeya City. Kwangu mimi siamini matokeo ya jana ndio sababu ya hao baadhi ya mashabiki kusema mwalimu hafai, labda wana maoni yao kulingana na mwendelezo wa timu wao wanavyoiona, na ni kwangu mimi new season. Sawa, new season Ukiacha okay, kuwa na mwalimu mpya na benchi la ufundi jipya lakini hata key players Young Africans ni wapya wapya. Mdogo wangu, nakupa zoezi moja ukalifanya kwenye timu yetu Football. Young Africans ilikuwa imetengeneza ngome ya players kwenye pitch ndani ya dakika 90 walikuwa na wachezaji muhimu ambao maeneo mengine unaweza ukachenji isilete madhara kwenye timu, ila kuna maeneo ambayo ukichenji kwenye timu inaleta madhara. Young Africans ilijengwa kupitia Jigidi Ara, Screen Protector, still bado yupo na, unaona namna ambavyo anaiokoa timu, ukibadilika hapo, na kuna namna utapata shida kumpata goalkeeper aina wa Jigidi Ara ndio maana sajili zote zinavyokuja kwenye kipindi cha usajili akibakizwa Screen Protector, washabiki wote wa Yanga amebakizwa mtu wa maana. Mfano unaona kwenye sajili zao alivomondoa Manula kwenye first 11 yao namna ambavyo timu ilivyokuwa inapata tabu. Sio, umeelewa? Kwa hiyo kwetu sisi alhamdulillah kwa kubaki na jigidi yana. Kwenye timu yetu sisi ulikuwa ukija kwenye ngome ya double center half back. Dickson Jobu, Bakari Nondo Mamieto, Ibrahim Baka. Hawa watu watatu, Still bado hapo kwenye ngome yetu, wanafanya kazi vizuri. Ukienda kwenye idara ya kiungo, ulikuwa unamkuta Fesa Salom Yaniki Niki Litombo Banga, la Khalid ya Ucho, timu ambayo ilifanikiwa for three season. Akaondoka Yaniki, akaondoka Faisal, akabaki Khalid ya Ucho kama ngome ambayo ya mafanikio. Alhamdulillah, tukampata na mudathiri haya basi, ambaye alisaidia pia katika hiyo ngome. Still, kwa timu yetu kwenye hiyo ngome amebaki mtu mmoja tu mudathiri haya basi wengine wote wameondoka lidi aucha ameondoka yani ki ameondoka faisal ameondoka timu ya mafanikio nenda kwenye idara ya washambuliaji tuliwahi kuwa na fiston kalala mayele predator tuliwahi kuwa na kiumbe mmoja anaitwa stefan aziz ki magician ikiwa kama ni key players wa kwetu ameondoka azizi ameondoka ameondoka fiston kalala mayele timu inayoundwa ni mpya lakini inaundwa katika baadhi ya maeneo kuwa kuna wachezaji ambao walishaanza kuingia kwenye timu kwa mfano, Paco Mezuzwa, sio, umeelewa, ambaye alishaingia kwenye timu hiyo. Uh, wakina eneo la katikati ukienda pale katikati ya dimba unamkuta mtu kama Aduke Oga Buya, ukija huku kwenye dabo sentafu utakuta wale waandamizi wapo, lakini yale maeneo ya katikati kwenda mbele kuna eneo kubwa sana la mabadiliko. Kwa hiyo ukiwa mshabiki wakati mwingine unapaswa kuchambua timu yako, Ujue timu yetu inaanzia wapi, iko wapi, inasogea kwenda wapi. Mimi binafsi naona kuondoka kwa Halidi ya Ucho, kuondoka kwa Fiston Kalala Mayele, kuondoka kwa Azizi Stefane Ki, hayo maeneo, hao watu walikuwa ni watu muhimu kweli kweli kwa timu yetu, lakini nyakati zao zimepita ndani ya Young Africans. Tumeanza maisha mapya ambayo tumeyakubali kuyaanza Tusitafute chaka la kumtupia mtu. Hebu imajini leo, Yanga Afrika chukua hii sasa, nakupa mashabiki wa Yanga hapa tuelewane, tunaongea kuhusu Yanga yetu. Ashumu Yanga Afrika, golini yuko Jigidi Hala, fulubeki ya kulia ya Okwasi, fulubeki ya kushoto Shadraki saka Boka, mede mede au, au Shabalala au mfanye kuwalomalisa baki na dabo sentafu yako yadiki jobu na ibrahim baka sita yuko Alidia ucho namba nane yuko Aziziki Fistoni kalala mayele winga, pakome, zuzua, winga Maxine, zingeli. Lakini muda na nyakati ndio unaamua, na ukilikubali hilo maana yake kwanza ishi na hawa ambao unao wasapoti washike mkono, umenielewa. Tunaye uh, fullback ya kulia Israeli mwenda yao kwasi ni injury. Tumshike Isra, tumpe support atugee kile alichonacho. Tumshike Boka atugee alichonacho, twende kwenye midfield. Duke Oga Abuya afa kazi nzuri, tumshike mkono atugee alichonacho kwenye eneo la midfield. Tumepata saji wengi wapya, yuko Lasine Kouma hajajua mazingira hajajua upinzani wetu hajajua vitu vingi, tumshike mkono. Mechi za mikoani twendeni, mechi za Mkapa twendeni Tuka. tukiacha hapo, tukasema timu yetu imeharibikia pale, kila mtu akawa anasema huyo kocha wenu. Yani wewe Yanga, nawe unasema huyo kocha wenu, unatuambia sisi? Huyo kocha wenu, unatuambia sisi? Unatuona sisi machawa? Hiyo si sawa. Yaani nawaambia na nawaambia tena, si sawa. Football, football, football. Kubalini matokeo, kubalini, tuko kwenye kipindi ambacho tumebadilisha timu kwa sehemu kubwa. Yaani ukikataa hili, ukaingia kwenye chaka la wachambuzi, wakakwambia kocha mbaya kocha fai, ukakubaliana nalo, utaingia kwenye mkumbo wa kuiharibu timu mapema. Timu yetu tumemfunga Simba, tulishikamana. Umeelewa? Timu yetu tumepata mafanikio ya mechi za kimataifa tulishikamana, tuendelee kushikamana. Hakuna kusema kocha wenu, tuseme kocha wetu. Anafundisha Yanga Afrika. Sikilize mdogo wangu, Romain Folz anafundisha Yanga Afrika, ambayo wewe unayoona kwamba timu kwa sababu umebaki zako nyumbani, wenzako wamesafiri, timu ikipoteza unapiga simu kwa wenzio, kocha wenu. Hakuna ko, kocha ni wetu wote. Yule kocha anaitwa Romain Folz anafundisha Yanga Afrika hatuna muda wa kugombana.